wa sahabatul kiram. Ndugu zangu, katika siku hii ya nane ya mwezi wa Ramadhani tunapata dua ambayo inatupa mafunzo makubwa ambayo tunapata darasa la kujinsi ya kuwalelea na kuwaonea huruma mayatima. Katika dua hii inaanza, inasema kwamba Allahumma ruzukni fihi rahmatal aitam, kwamba ya rabbil alamina nipe mimi ni ruzuku mimi niwe na hali ya kuwarehemu na kuwahurumia mayatima. Kuhurumia, jambo la kuwa na huruma, ndugu zangu, ni jambo ambalo ni Mwenyezi Mungu anakutunuku. Kuna ambao hawatunukiwi mambo kama hayo. Sasa, kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuatutunuku na sisi kuruzukiwa kuwapenda mayatima na kuwasaidia mayatima lakini sio kuwapenda mayatima na itaami taam, na kuwalisha chakula, kutoa chakula, kuwalisha chakula. Si tunasoma katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba wayutimuna taama ala hubbihi miskinan wayatiman wa asira, mpaka mwisho wa aya. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wanawalisha chakula kile wanachokipenda, wanawalisha mayatima, maskini, mafakiri na wapita njia. Ni miongoni mwa tabia njema zilizokuwa zinafanywa na kizazi cha nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi alihi wasallam wa ukiangalia sababu nuzuli ya aya hiyo. Sasa Mwenyezi Mungu na sisi aturuzuku kuwapenda mayatima na kuwasaidia mayatima na kuwalisha vyakula. Lakini Mwenyezi Mungu pia turuzuku ifsha asalam, kutoa salamu, kudhihirisha salamu, kuwapa watu salamu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, kwamba kwamba tunapoamkiwa katika maamkizi ya Kiislamu, na sisi turudishe mfano wa maamkizi yale, au tuongeze zaidi bora zaidi ya ile kwamba unaposalimiwa, wa idha huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha au rudduha, kwa hiyo unaposalimiwa na mtu rudisha salamu nzuri zaidi, au ukishindwa fanya salamu kama ile ile ambayo amesalim. Lakini katika maisha ambayo tunaishi ndugu zangu, unaweza ukakorofishana na mwenzako, ukakataa mwenzako, hata akakutolea salamu wewe ukakataa kujibu salamu yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujaalie sisi tu ni miongoni mwa watu wenye kutoa salamu, tusio na viburi. Ndugu zangu, lakini katika dua hii kamalizia kwa kusema wa suhbatal kiram, kwamba nakusubiana na wale watu wazuri. Tunaangalia katika jamii zetu ndugu zangu, sasa hivi watu walivyoharibika, vijana walivyoharibika, wakubwa, watoto, wazee, hali yote imeshakuwa ni kitu, imeshakuwa ni tafrani. Kutokana na nini? Jamii imeharibika. Sasa Mwenyezi Mungu nisaidie, mimi niwe ni mwenye kusuhubiana na wale watu wazuri, wasiwe rafiki zangu ni wavuta bangi na wanywapombe. Nifanyie mimi niwe nasuubiana na watu wazuri. Hichi ni kipande kidogo ambacho kinapatikana katika dua ya siku ya nane. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.